Habari yako na hapa nilipo Kigamboni. Mimi naitwa Emerico Mashele, ni afisa biashara kutoka shirika la mawasiliano nchini Tanzania, TTCL. Mkazi wangu wa Kigamboni, hii habari nyingine kubwa sana. Yes, elfu mbili na ishirini na sita, Kigamboni imeitika, na niko mtaani na zoezi zima tunalofanya sasa hivi hapa ni Kibugumo, tunawafungia wateja huduma ya faiba mlangoni kwako. Nikwambie tu eh, kama ukupata bahati ya kuweza kufanya au kutuma maombi yako kwa ajili ya huduma ya fiber mlangoni kwako kokoto, unapotuona mtaani na, na wataalamu wetu wamevaa hizi bips hapa, kupitia barcode unaweza ukatuma maombi au ukaskani simu yako ukaweza kufanya application na ukajengewa huduma chap chap bila kuchelewa. Unaweza pia vile vile kuwasiliana nasi kupitia 0733600060. Tupigie tupigie eh, tuje tukuhudumie, mkazi wangu wa Kigamboni. Tuko Kigamboni, tunakuja kwako, tunakuita hakikisha unaitika.